Na mtazamaji wa Masters TV uko na mimi Tunza Amos, nyuma ya kamera ni Isaac Kabaisa kama mwezeshaji wangu. So leo ni siku ambayo Mungu ali bless tukaona ni vyema tumtembelee bidada ambaye amefahamika kwa Mrs. Tolo. Jina lake la uhalisia mimi sijui, atalisema mwenyewe, ila mimi namjua kwa jina la Mrs. Tolo, ili tubonge naye mawili matatu ambayo kidogo ameyakuta hapa. Yeye ni mgeni wetu sasa hivi, akosi hata miezi saba au miezi minane. So tutakwenda kujua ukweli kabisa, toka atoke kule na kufika hapa, ni changamoto zipi anakumbana nazo, au ni faida zipi ambazo anakutana nazo kwenye ndoa. Karibu sana kwenye kipindi chetu ambacho ni kipindi pendwa, kipindi kizuri, kitakutoa hapo ulipo, utaelimika vingi, utafaidi vingi. Asante sana. Ili uanze kupata mambo ya Mastaz TV, itakubidi usubscribe, like na comment. Mambo yetu, karibu. Hello. Hello. Uko poa? Niko poa. Kwa majina? Naitwa Tatu au Mrs. Tolo. Eti anaitwa Tatu au Mrs. Tolo. Huyu ndo Mrs. Tolo. Kwa wale ambao mlikuwa mjui huyu hapa ndo mke halali wa Tolo. So bidada ambaye ni Mrs. Tolo. Ulitoka kwenu ukaamua kuolewa na Tolo. So leo hapa kwa, kwa Tolo na Tolo tunamjua ni mtu ambaye hana watu wengi. U, ulitoka kule ulimkuta ana watu wengi na mpaka sasa ana watu wengi hivyo, hivyo. Nikisema watu, usichukulie labda madada wengine madada poa, anaga hiyo hali. Ule ni mtu poa, tunamwelewa, anafanya kazi kama unayoelewa. Ulitoka kwenu, ulikuwa unajua kwamba hii ni kazi ya mume wangu, na mpaka sasa hiyo kazi anayefanya inakuaje, pindi unapoona wageni kama sisi hivi wanafika hapa, unajisikiaje? Najisikiaje? hmm. <laughs> najisikia poa tu, kwa sababu ni kazi ya mme wangu hmm. Na kazi yake ni kazi ya watu, ndo hivyo okay. Baada tulikuwa na ile ya kusema kwamba mke wa tolo anafanyaga mm -hmm. Wageni wakifika nyumbani kwao anakuwa ananuna hususa nini, hiyo wewe unaiongeleaje hiyo? Yani wakija mimi nafurahi, kwa sababu najua akifika hapa ndo hela mme wangu anapata hela mm -hmm. Eh, hey. Okay, kwa wale ambao labda walikuwa na hizo sifa za kusema labda wewe ni mtu ambaye wageni wakifika hapa nyumbani unakuwa aufurahii unajua, kila mtu ana vile anavyomwelewa mtu mwingine. Unasema ah, mke wa Tolo anakuaga na kiburi, anakuaga na dharau, na baadhi ya wengine wamekoma kabisa kufika hapa kwa sababu ya mke wa Tolo. Unakataa? Anakataa kabisa. Yani bongo <laughs> uliolewa na, na hmm. uli Tolo na tunajua ilifanyika sherehe kubwa tena pambe, ila Una madada poa wengi ambao walikuwa wanamfuatilia Tolo mpaka sasa hivi, najua wapo. Hiyo suluhisho, wewe unaisuluhishaje kwenye ndoa yako? Tolo alitoka hapa akaenda Dar es Salaam akakuacha peke yako mm -hmm. ha, wa juma kumuonaga hapa Dar es Salaam. Na Dar es Salaam tunajua alikuwa anafuatia nani, issue ya, ya kuongeza elimu kidogo. Wewe ulijisikiaje kwa we bado no ndo umeolewa na mme anaanza mambo ya safari hapo hapo, wewe ulichukuliaje hiyo kitu? Hiyo ni kawaida, maana anifanyaga kunioa kama bado na mwezi mmoja akaenda ada kifu etu aisha nisha amimba, ni kawaida, kwa mimba natazalika akaenda, kwa sababu mimi najua alienda kule kusoma mm, na akasema atafanya mwezi mmoja. Mimi kwangu niona tu jambo la kawaida. Okay, so mke wa Tolo, kama mke wa tolo tunajua, wapo wengi sana wanawake, wasichana wazuri, warembo, warefu, wana nyama zao ambao wako hapa, lakini ilianguka kwako. Ili kuwaje? Kuwaje wana tolo, mlikutana wapi? Kukutana hmm. kwenye simu tu, ni kwenye simu, hmm, simu. maana mimi nilikuwa nataka nimpe kazi e, tukaanza tungozana huko kwenye simu, ulikuja kama mteja, ukageuka mke. Ndo hivo kabisa. Okay, vizuri. So yeye ndo alianza kukutesti au ndo alimwambia? Nitafutaga mimi ndo nilimtafutaga. mm. Niliombaga namba kwa genius mm. nipe namba za tolo akasema sijui kama naweza kuwa nazo, ngoja nikutafutie. Akaziangalia akanipa, nikamtafuta, nikamwambia eti nataka tufanye kazi, akasema sawa. Eh, baada ya kazi kwanza hata sikumbuki kama hiyo kazi tulifanyaga tena yeah. Eh, maana bosi alisuaga mm-hmm, vikaishia hivyo, tukabaki tuna chat mwisho tukawa wapenzi, baada ya wapenzi tukawa mke na mume kama hivi <laughs> aya, kwenye chatting zenu mlikuwa mna chat, nani alidondosha neno la kwanza la kwanza kumappreciate mwenzake? <laughs> alikuwa <Ay>, yeye eh. <laughs> Kamera hapa, sema tu kweli, mimi ndo nilianza au yeye ndo alianza? Yeye ndo alianza kwanza. Sikuwai kuwazaga kama tunaanza kwa mume wangu hata siku moja, lakini ndo hivyo ikaja, katokea hivyo. Yaani ulikuwa unamwona ukaka msumbufu wa hivi? Sio msumbufu, yeye hata kuwaza hapana, lakini kaja, tukatokea Yeah. Okay, ndo hivyo maisha ni hivyo. Usi yani umzanie ndiye kumbe sie. Uliyeko na mzanie, labda anaweza kaja kuwa mume wako siku moja. Nikizani umemwacha. So Tolo ali ali, ali appreciate akakwambia kwamba mimi nakupenda, sijui nini, lakini katika kukupenda kwake kote kule, au kuwahi kufanya utafiti ukajua kwamba huyu ni mtu fulani, anafanya na kazi fulani, na anawezekano wa kuwa na fulani au akawa na watu fulani Uwezekani ulikuwepo bana, ye ni mtu maarufu yani. Kwangu sikuwai kuwazaga hicho kitu, lakini nikuwa nafikiria ni, sikuwai kumwonaga mwanamke mwingine, lakini nikuwa nasikiaga anatongozaga fulani fulani fulani, lakini wote niliwakanyaga, nikachukuliwa mimi. Nikachukuliwa mimi. Eh. Okay, ulipokuwa ulipo, nasikia kwamba huyu Tolo ni mtu fulani, ila huyu Tolo anatoka na fulani kwa viwango tuone vya kifedha vya uzuri, ukisikia kwamba atoka na fulani alafu ukija kujiangalia wewe alafu ukimwangalia na ule fulani mwingine, ulikuwa unajihisije kwa kipindi hicho? Saa ah, la, la, la, kupenda. Kila mtu anakuaga mzuri kwa ule mtu anayempenda anaweza akakuwa mzuri kunishinda, lakini yeye akanyona mimi, ndo hivyo navyokuaga. Kwa hiyo ukisema eti mii ni mzuri anishinda aweza akanyang'anya ni bongo Eh, kila mtu anakuwa mzuri kwa mtu anayempenda. Mimi eh, naweza kusema a mimi ni mzuri, lakini mwingine akanichukia akasema hapana, ni mbaya, sio mzuri Ndio hivyo tu. okay, unawambiaje wale ambao ulikuwa wanasikia sikia huko kwamba hawa wanatoka na tolo wao, yani ukapata uka yani ukapata ushindi ukawa namba moja, unawambia nini mchana wale? Eh. Sina cha kuwambia, maana sikuwajuaga lakini wakae wakijua kuwa Tolo aisha wao wako na mke. Na nikisema hata hata niseme eti mimi wangu sitongoza, ni mwanaume kutongoza, hiyo ni kawaida sana wanaume. Cha msingi mimi nishakuwa mke wake basi, lakini nikisema eti tu nijiue eti mimi wangu sitongoza, hiyo ni bongo, ni bongo kabisa, na siwezi jiua. Hata nijue ni wewe ndio unatongozwa naye ah, si yani wewe si ni wewe, hata siku moja nakufuata pale, kwa sababu yeye ndo amekufuata huko. Hey, hey, mume huyo hajachukuliwa akichukuliwa yaani kitenge kitakutoka. Kujisumbua tu. Awa, ni kujisumbua kawaida mwanaume. Oh, kwa hiyo unawaambiaje wale wamama ambao wanafanyaga wakisikia mume wako anamchipuko mchipuko sehemu fulani, wanafunga kitenge upande, wanavaa suruali, wanaenda kufanya mashambulizi, unawaambia nini? Hawatulie tu, wasonge ugali, washibe basi. Basi akishiba basi aoge, alale, yeah. hey, asijisumbui kwenda a kama mimi hivi mume wangu ndio nisikie eti anatoka na fulani mimi ndio mama ambao kabisa. Mtulie. Mke wa Tolo alisema mtulie, msonge ugali, mshibe, na mkiona shibe imewazidi, ogeni mlale. No, eh, mm. Kwa hiyo ikikukuta hiyo wewe kwako kwa ni kawaida kabisa ni ni kabisa. s asea kazi yake si ndio, Kama ulivyosema. So kuna madada ambao labda wako kwenye mahusiano na watu wa USA au na watu ambao wako hapa hapa lakini wanawachukulia wale watu ni wa kawaida tu sana, kwenye ficha yake e, anakuwa na mwandaa mwingine kama mume, lakini Mungu anampangia huyu kama mume wa. Nawaambiaje hao watu wadada, wapi wakusubilia anaume wa Marekani? <coughs> siku Marekani hela basi hata, ila wapo ambao wanakuja wana kuweka mali huku na wakakaa hivyo hivyo, wakatulia kabisa, wakakusubiri kwa hiyo, au wengine unawaambiaje? Wakazani huko wakazani, kama ndo ameona hivyo. Kila mtu na maisha yake, unajua kila mtu una malengo yake. Kama ameamua tolea bwana wa bulaya kae mkambi akitoka marekani akutana da e, ni vya kwao hivyo e, lakini kwangu siwezi fanya hiyo kazi. kwenye maisha yako yote kabisa ambayo ulikuwa nyumbani kwenu, au kuwahi kuwaza kufanya hivyo kwa namna mwanamume marekani nilikuwa naye? hmm. E. kwenye malengo kwenye malengo kwenye malengo kwa sababu ni mambo mengi tu ya zamani, ee huko huko, mimi niko huko kutoka hata siku moja, sasa lini tunakutana? Miaka inaenda nikaamua ukafanya nikaamua, ni ole zangu, miaka ishaenda, tushakuwa miaka ishirini na sasa tunafikia. Uli, ulivyoolewa yeye hajasema chochote, alisema hata aseme ndo nini, mimi nishaamua mm -hmm, kuolewa. Basi kuna madada wengine kama sisi hivi tunao wengi USA lakini

Kuna wengine ambao tunauoga tunaona huyu mtu ni shamla, hela yake nyingi sana, siwezi nikafanya maamuzi kama naye. Mwisho wa siku anaweza akanifanya vya kufanya, akaniharibu mwili na mambo mengine. Wewe ulichukua maamuzi magumu ukaamua kufanya hivyo, si ndio? Kuna sisi ambao tunauoga, natushauri nini? Uoga gani? Sisi tu unakula hela yake, mnasaidiana, unamwomba hela, nina shida ya kitu fulani anakusaidia, sisi tu unamkula. Yes, amekusaidia, ni msaada. Ewe, amekusaidia, mimi ni na shida ya kitu fulani. Fulani anataka nivae nguo fulani, sawa. Tuma namba na kutumia, yani ile. Sasa sio tu namkula, tunasaidiana <coughs> eh, kama mimi nimeamua kuolewa, basi. Kutongozana sio kuoana, watu naweza tukatongozana tusiowani. <coughs> E, watu hapa hapa tunakatana kifutu mtu wa Marekani huko. Kwa hiyo natushauri, sisi ambao labda tuna uoga tusiogope, maana ile hela sio hela, kwamba ti anakutoa kimaisha, anakusaidia tu kawaida. Ila kuna baadhi ya vijana wetu ambao wako huko mbele, sio waelewa na wajui kwamba kwenye mahusiano kuna kupenda na kuna kuachika. Ukimfanyia mambo ya kufanya, ukimletea zesheni nini, ana uwezo wa kukuharibu mwili. Ndio maana sisi mpaka sasa hivi tuko tunaogopa, tunasema naweza nikafanya haya maamuzi inaweza kaniletea madhara. So kwako kwa wewe kama mwalimu wetu ulituambia kwamba tusiangalie hivyo. Imagine sasa huyo kijana ambaye wewe ulipendanaga naye kipindi hicho ambaye yuko USA. Anje kukufanya cha kufanya wewe ungesemaje? Maana wewe kijana kwanza niulize alikuwa ametambulika nyumbani kwani? Mhm, hapana. Alikuwa tu ni wa kwenye simu. Eh, hey, tulipendanaga hapo mkambi akaenda zake Ulaya. Tukaanza kuongea kawaida na alikuwa ananisaidia. Eh, mi nikaamua kuolewa. Hayo ni maamuzi sasa hayo, kama nawe, yaani ni maamuzi yako, ni maamuzi ya mtu binafsi tu. Wewe mwenyewe kiamua wewe na acha, sasa naenda za Ulaya, nataka niolewe, basi unaolewa zako. Sasa akikuharibu mwili ndo nini? eh, naye atakuwa ana akili, atakuwa ana akili wakati analilia lagi hela ah yake yaani, nakati alimsaidia, tukuwa tunasaidiana na kama nimeamua kuolewa, basi basi biishe watu so, wanatongozanaga na binaisha e, e, binaisha tu tuok okay. Mtazamaji wa Mastaz TV ulikuwa na mimi tunza Amos, kama nilivyokuambia. Nikizani ulisikia alivyo sema Mrs. Tolo ambaye ni mke kabisa halali wa Tolo huyo hapa hajaruka dirisha, jamani, alikuja na sherehe ikafanyika, tukala wali kipunga kwa wingi. Alisema hivi, kama una mtu USA, ukikaa na muogopa ogopa, utazekea nyumbani, fanya maamuzi magumu, ukachukuliwa so, na mtu mwingine ambaye ukimuona, huyu hapa, mimi nawe tunaweza tukaendana, fanya hiyo maamuzi. So, una jambo gani la kumwambia mtazamaji ambaye anakufuatilia anakufuatilia, yani, kwa muda <laughs> huu hey. Sio cha kuambia lakini, wasikosi mm -hmm. kutazama donjini. masters Ma tv wasikosi mm -hmm. <laughs> kushare na kulike na kucomment mm -hmm. eh. Ok, asante sana mtazamaji wangu oh, tunaendelea tunaendelea tunaendelea na kipindi chetu kizuri. Hapa kuna swali ambalo imetoka kidogo kwa bidada, subiri niangalie kama ni bidada gani huyo. Nataka kumuuliza mke wa Tolo <laughs> Anasema hivi mke wa Tolo alisema kwamba tunasaidiana, sawa, ni halali, tunasaidiana, lakini unawashauri nini wale ambao wanatumia hela kwa yeye, anamtumia video za utupu Ah, si ni biashara yako kwa sababu ndo anafanya hiyo kazi. We, nakuomba kwa. Mm-hmm. Na si anasema na, kwa wana wana, yani ni kwamba Sio kawaida. Kuna vijana ambao wako USA, anakuambia kama tunapendana, unanipenda, nitumie video za utupu. Hizi video naziweka kwangu kama kumbukumbu. Sasa we unamtumia, kwa sababu ni imani ya kupendana, so hiyo sio kawaida. Mnakuwa mko kwenye ile hali ya, ya kupendana, unawashauri nini tena hao watu? Au cha kuwashauri kiona mwana mwana anakwambia, basi akupendi. Sasa kumbukumbu gani ya kuonyeshana utupu? Ndio kumbukumbu. Kwa ndo ukumbukumbu kwa nini tuzito kuongea na ikawa kumbukumbu? Hawezi kuweka voice msimu wako ikabakia kwa, kwa, kwa kumbukumbu, mpaka tuonyeshane mabuchi? Hapana, sio mapenzi, ni bongo. Okay, umejibiwa, mke wa Tolo amejibu akasema kwamba <laughs> aiko kumbukumbu. So kumbukumbu kumbu ya kuacha utupu wako kwenye simu ya kijana au kumtumia kijana ambayo yuko USA, utupu wako kusema kwamba ndio mapenzi, ni uongo. Akupendaye awezi aka kwambia hapa kama mtumieo tupo. Hata ukimwachia voice itakuwa ni kumbukumbu hata kumbu. Ukiongea naye kwenye simu itakuwa ni kumbukumbu kumbu. Asante sana mke wa Tolo kwa haya ambayo tulikwenda kuiongea hapa. Tizani utazamaji wetu watafaidi vingi na vizuri sana. Ulikuwa nami kama nilivyosema awali, tunza Amos nyuma ya kamera alikuwa aiza kikabaisa. Nikusi usikose kusubscribe like na kucomment mambo ya Mastaz TV. Asante.